ndugu waandishi wa habari kama mlivyoona leo tuko kwenye viwanja vyetu vya mji mwema awali yote mimi naitwa doto waikiza ni mkurugenzi wa kampuni ya togabe subasembe ndio mzamini mkuu wa mashindano ya samia cup 2025 kama mnavyoona leo tunatandika kuna mechi mbili kama mlivyoona mechi hizi kwa ajili ya kumsapoti ambaye mheshimiwa daktari samia suluhu hassan na mashindano ya kwa utusisi kigamboni ya, umeona ya manza muda mrefu, kwa hiyo tulianza kutafuta timu 32 ikaja mpaka leo tunatoka kwenye robo finali fainali. Kwa hiyo ni kwa namna gani na kwa dhamira ipi kwa ajili ya kuweza, kuweza kufanikisha katika vipaji vyetu wilaya yetu ya Kigamboni. Mashindano haya kama mlivyoona ni makubwa, uandishi wa habari, tumeanza kwa kutoano mpaka sasa leo ndo robo finali fainali, kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema kushukuru wale waandaaji wa mashindano ya Samia Cup, hasa sisi wadhamini wa ambaye sisi tumeshirikiana na makampuni mengi kwa ajili ya kudhamini haya mashindano. Lengo kubwa ni kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha dhamira yake kubwa kwenye mpira. Mbona mara nyingi sana ametoa zawadi kwenye mashindano mengi kwa ajili ya kusapoti mpira, na sisi tukasema, si, ni jambo jema. Kwa wana Kigamboni yaanzishwe mashindano kwa ajili ya kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan. Lengo letu kubwa ni kupromoti vijana. Ya kuanzia vijana ili waweze kupata kipato kidogo, lakini pia waweze kupromoti vipaji vya vijana wadogo. Lakini kwa namna moja nyingine, sisi wana Kigamboni sisi ni hamasa kubwa kuona namna gani mashindano haya yameweza kukutanisha watu wengi na ameleta vijana, tumeweza kuibua vipaji vya aina tofauti tofauti ili kuweza kukuza vijana vya vijana wa aina mbalimbali. Kwa namna, kwa namna moja nyingine ni washukuru waandaaji wa waandaji wetu wamejitolea wame sana kwa ajili ya kuyafanikisha haya mashindano. Kwa namna moja nyingine, mimi niwashukuru sana walioandaa, lakini pia sisi ambao wahamasishaji wa, wa, wa waliodhamini wa, wa, wa, wa, wa haya mashindano, tunaomba na watu wengine sasa wawepo waweze kudhamini mashindano mengine na zaidi na haya. Ya lengo kubwa la kuanzisha haya mashindano ni kutafuta vipaji vya vijana, na lengo letu katika wale watakaoshinda watakaofanikiwa kuingia kuchukua fainali katika fainali watakaofanikiwa, sisi tutoa sapoti kwa kuwashika mkono. Maana yetu ni kwamba ni kuwatoa hapa walipo na kuwaunga kwenye timu nyingine za, za, za, za, za timu ya taifa inawezekana, no, wakaingia kwenye timu mbalimbali ambazo zinadili na masuala ya michezo, lakini lengo kubwa sana ni kuwashika mkono, ndio maana tukaanzisha mashindano kuwashika mkono. Maana yake kutoa kwenye stage ya kwanza na kuwapeleka kwenye stage nyingine. ndano hawezi kuishia baada ya Samia Cup, tutakuwa na phase 2. Lengo letu sisi ni kupromoti vipaji vya vijana lakini, tuna dhamira nyingine ya kuunganisha pia wakinamama. Tutaanzisha timu ya kina mama ambao na wenyewe tuwashika mkono, ikifika muda tumefanikiwa na tutachukua leo, na pia tuwashika mkono kuendeleza katika vipaji vyao, sio tu kwa ajili ya, ya, ya, ya timu ya wanaume peke yake, lakini pia wakinamama. Ombe, mimi ni mratibu wa mashindano ya Samia Cup 2025 yanayoendelea leo kwenye uwanja wa Mji Mwema hatua ya nusu fainali na leo hapa ni kati ya Wayenga FC na timu ya Tandika FC. Ninachoweza uh, kusema tu kwamba tunamshukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Maana yake mama alipofungua michezo, na sisi kama taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion tukasema lazima tusapoti michezo, na tumeanza na mchezo wa football, lakini tuna michezo mingine mingi, tuka tunafuata mchezo wa ngumi. Juzi kati mlimsikia Mandonga mtu kazi alipigana Makunduchivira, ilikuwa ni kazi ya taasisi yetu. Lakini safari leo Mandonga, kesho Mandonga anapigana Mtwara, pia ni taasisi yetu inafanya kazi lakini, tarehe kumi na mbili tutakuwa Zanzibar, Samia Cup na Mwinyi tunakwenda kuizindua Zanzibar, lakini Kagera pia wanajiandaa, Tabora. Kwa hiyo ni nchi nzima, tumesema michezo hii kachezwe na hapa Kigamboni. Hii ni season 1 season 2 tukimaliza tu tunakwenda na season 2 ne, mimi nishukuru tu wa, wananchi wote ambao wameendelea kujitokeza kwenye viwanja vya Mjimwema. Mashabiki wanaonesha hali ya utulivu, na hapa hakuna kiingilio. Kiingilio ni we mwenyewe ukitoka, unapotoka ukija hapa Nishukuru tu wadau wetu waliotoshika mkono. Nianze na Tanapa ambaye ni mkurugenzi wa utalii Tanzania. Hapa wenyewe wamesema timu itakayoshinda hapa watakwenda kule Ngorongoro kwenda kutangaza utalii. Lakini tumshukuru mkurugenzi wa hoteli ya kisasa ya Makunduchi Villa Moteli Mohamed Aji. Mohamed Aji anafanya kazi za kumsapoti raisi, na kwenye ligi hii pia ni mdau wetu mkubwa sana, lakini yote na yote tunaye mdau wetu fahamu Fahamu Logistiki, hawa ni Huseni Skaba Skuba. Huyu amesema zawadi zote siku ya fainali atatoa yeye, mzigo unatoka kwa, uh, kwa, kwa, kwa, kwa Fahamu Logistiki ambao ni wafanyabiashara wazuri. Ni, ni washukuru Watanzania tu wote wa kuendelea kumsapoti Mheshimiwa Rais kwa mazuri anayoyafanya. Sisi tunasema mitano tena kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu hassan Sa mshindi wa mashindano haya ya Samia Cup 2025 tumesema bingwa wa kwanza ataondoka na kitita cha shilingi milioni mbili pamoja na kombe lenye thamani ya shilingi e, laki saba. Kombe tayari nadhani meshaliona linatembea sehemu mbalimbali, lakini mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi milioni moja na, na mipira miwili na mshindi wa tatu atachukua shilingi laki tano na mipira miwili, lakini tutakuwa na mfungaji bora ataondoka na zawadi ambapo Faham amesema yeye atabeba mzigo wa, wa, wa pesa kwa mfungaji bora wa ligi hii. Kwa hiyo niseme tu zawadi zitaendelea kuboreka pia, kwa sababu kuna wadau pia wengine wamesema wanaweza kutia mzigo kuelekea fainali ya Samia Cup. Wadau tumeshirikisha sana na ninavyozungumza E, viongozi kutoka timu kubwa kama Simba, Yanga, Azamu wamekuwa wakija hapa kuangalia vipaji na mda so, hata kocha wa timu ya pili anaocheza ni Emmanuel Gabrieli, kocha tu wa timu ya wahenga anayecheza leo ni mchezaji maarufu, mmeona watu kuwataja majina we, eona wenyewe watu maarufu walivyokuwa hapa. Kwa hiyo tuna watu ambao washaanza kuchukua wachezaji, lakini kwa sababu za taarifa sio rasmi hatuwezi kutangaza, ila kuna siku tutawaambia Samia Cup ni wachezaji wangapi wametoka kwenda timu kubwa za, za ligi kuu. Um, kwa jina naitwa Kasim Kuswali ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Twende pamoja na Mama Sports Promotion ambayo ni miongoni mwa waratibu wa mashindano haya yanayofanyika hapa mji Mwema Samia Cup iliyoanza tarehe 27 ya mwezi wa pili 2025 ikishirikisha timu 32 za mkoa wa Dar es Salaam wilaya zote tano na tulianza hatua hiyo ya mwanzo mpaka sasa hivi tuko katika hatua ya nusu fainali kuelekea katika fainali ambayo itakuwa ni tarehe tano, siku ya Jumamosi mwezi wa nne. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya kuendesha mashindano hayo kwa lengo kuu moja, kwanza ni ku unga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassani, lakini pili ni kuibua na kuinua vipaji vya vijana wadogo wadogo ambao hawajapata nafasi kuonekana katika ligi nyingine kubwa. Kwa hiyo sisi tumeamua kuanza na vijana wa chini, tumeanza kwa timu 32 ambapo maskauti wetu Uh, tuliokuwa nao katika taasisi yetu wamefanya wakichukua vijana, mpaka sasa hivi tunao vijana kumi na nane ambao tayari tumewapata katika mashindano haya kwa pamoja, na lengo letu kama tungekuwa na nafasi, tulikuwa tunataka tuidhihirishie taifa la Tanzania namna ambavyo tumeweza kulifanyia kazi vizuri swala